Kitabu cha Ibrania sura ya 4 mstari wa 16, neno la Mungu linasema: basi na tukikaribia kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo hitaji lolote la mwanadamu ambalo analihitaji kwenye maisha yake au kwenye eneo lolote la maisha yake linafanyika kwake kama matokeo ya neema na rehema za Mungu. Ingia kazini. Neema ya Mungu ni msaada wa Mungu wa kukupa kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako kwenye maeneo mbalimbali nje ya uwezo wako, nje ya nguvu zako, kwa namna ambavyo vigezo vya kwako vya kukupa hauna. Lakini neema ya Mungu haifanyi kazi mahali ambapo rehema za Mungu hazijatangulia. Ukisoma andiko limesema kiti cha enzi cha neema, ili tupewe rehema na kupata neema. Ko, neema hauipate mpaka umepewa rehema. Ko, rehema ni huruma ya Mungu ambayo inaingia na kuziba lile gap ambalo linakufanya usistahili kupokea unachopokea linalokufanya usiwe na vigezo vya kupata unachopata, usifike unapofika, usiwe vile ambavyo Mungu amekusudia uwe. Kwa sababu dhambi ilipoingia ilimpunguzia mwanadamu uwezo fulani. Mungu alipoumba mbingu na nchi akafika mahali kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ishirini na nane asema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, mwanamke na mwanaume aliwaumba kwa sura wake na kwa mfano wake, akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha na kutawala samaki wa baharini, ndege wa angani, vute vilivyomo. Aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akamuumba mwanamke na mwanaume aliwaumba kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, manake kuna uungu wa Mungu uliingia ndani ya mwanadamu na kumfanya mwanadamu atende kazi na kuoperate duniani kwenye zile frequencies za kimungu kabisa, kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo alikuwa ni Mungu duniani kwa asilimia mia moja. k alikuwa ni mwanadamu kwa asilimia mia moja, lakini pia alikuwa ni Mungu kwa asilimia mia moja. Adam na Eva walikuwa ni wanadamu kwa asilimia mia moja, lakini pia walikuwa ni uungu kwa asilimia mia moja, kwa sababu uungu wa Mungu uliingia ndani yao. Sura na mfano wa Mungu ukaingia ndani yao. Kwa hiyo namna ambavyo Mungu alikuwa nafikiri ndivyo pia Adam alikuwa nafikiri, ko Adam alikuwa kwenye kiwango cha kufikiri sawa kabisa na Mungu. Ndio maana Mungu alipomleta Adamu duniani akasema kwamba akamletea wanyama aone namna atakavyowaita. Alikuwa anajaribu kuangalia ubora wa kitu ambacho nimekileta kinafikia malengo ambayo nimekusudia, na alipotazama, Biblia sema akawapa wanyama wote majina vile vile ambavyo Mungu alikuwa anakusudia. Lakini dhambi ilipoingia, ilipunguza ule uwezo, ikaondoa kile kitu ndani yake, kwa sababu uwepo wa Mungu uliondoka kwa mwanadamu. Bustani ya Edeni siyo eneo ambalo lipo duniani, hawezi ukalipata duniani, hakuna nchi ambao unasema kwamba hapa ndipo busende deni. Hapo hapo ulikuwa ni uwepo wa Mungu ambao upo kwenye eneo fulani wakati wapo waka, kwa wakati ule liliokuwa limewafunika ko, kilichoondoka ilikuwa ni ule uwepo wa Mungu uliondoka kwa mwanadamu, utukufu wa Mungu uliondoka kwa mwanadamu. Na ndio maana sasa kwenye kitabu cha Warumi natuambia watu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na kuanzia hapo uwezo wa mwanadamu ukapungua. Na ndio maana dhambi ilipotokea ghafla kajuta kwa uchi, maana ilibadilisha kuona kwao, iliharibu mfumo wao wa kutazama, ikaharibu uwezo wao kuona kwa kiwango ambacho wakaona kusuka majani ndio kitu bora kwao. Mungu alipoingia baada ya dhambi akawatazama akawambia Adamu, uwezo wenu umeshuka sana. Biblia nasemaje? ile sura tatu kitabu cha Mwanzo sema Mungu alichinja mnyama akawavisha ngozi. Kwa hiyo uwezo wao wa kufikiri ya wanyama waliokuwemo katikati pale, hawakufikiri kwamba ngozi ya mnyama tunaweza tukaivaa, wakashona na majani na majani, naweza akamfunika mtu. Ukishona majani leo, kesho utahitaji kushona mengine, sababu ya kikauka, pigwa na jua nakauka, anadondoka. Ili ilikuwa ni ishara ya kwamba uwezo wao umeshuka kwa kiwango kikubwa. Mungu alipoingia akamwonea huruma, akamua kuavisha ngozi. Dhambi iliharibu kuona kwao.